Baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wametoka hadharani na kuzitaka jumuiya za kimataifa kutoa msaada kwa Watanzania kutokana na yanayojitokeza nchini. Akizungumza, mkurugenzi wa oganaizesheni ya mafunzo na uchaguzi wa CHADEMA na ambaye amewahi kuwa mwenyekiti wa vijana wa CHADEMA Taifa, John Pambalu amesema ni imani yake kwamba dunia inatazama yanayoendelea nchini Tanzania, huku akitoa wito kwa jumuiya za kimataifa kutoa msaada kwa Watanzania watu ambao wamekuwa wakinifuatilia kuanzia nyumbani na baadaye polisi niliowatambua walipozunguka loji ambayo nilikuwa nimekimbilia kupata hifadhi kwa muda, na Mungu akanisaidia nikaweza kutoka salama. Naomba nitoe wito kwa jumuiya za kimataifa, moja wa Afrika, Amnesty International jumuiya ya Ulaya na mataifa mengine watoe msaada kwa Watanzania. Pambalu amesema baada ya yaliyojitokeza Oktoba 29 mwaka huu walitarajia kuziona mamlaka zikijirudi badala ya kuendelea kukamata mamia ya vijana na kuwafungulia mashitaka ya uhaini. Vijana maelfu kwa maelfu wamekimbia miji yao, maana baada ya mauaji tulitegemea pengine rais angerudisha moyo eh, tulitegemea angerudi nyuma. Badala yake wamekamata mamia ya vijana na wamewafungulia kesi ya uhaini, inasikitisha sana. Kwa hiyo nitoe wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati Tanzania na kuisaidia Tanzania. Kwa upande wake, aliyewahi kuwa mwenyekiti wa CHADEMA mkoa wa Njombe, Rose Mayemba amesema kujitokeza kwao na kupaza sauti ni kuwakilisha sauti za vijana wengi wa Kitanzania ambao wamesema hawawezi kupaza sauti. Nazungumza hapa nawakilisha maelfu ya vijana wa Tanzania ambao wengine wameshindwa kuondoka, wengine wamekimbia, lakini wengine wamejifungia, hawawezi kutembea, hawawezi kwenda mahali kokote, wako nyumbani, wamejifungia. Huko nje mtaani sasa hivi ni mapolisi wanazunguka na mabunduki, wengine hawana sale, lakini wako na bunduki zao. Kati ya vijana waliouawa e, e, tuseme kati ya Watanzania ambao wa wamekutana na hii kadhia sehemu kubwa ni vijana wadogo. Ameongeza kuwa wana matumaini makubwa kwamba dunia inatazama kinachoendelea Tanzania na itachukua hatua za kuwanusuru vijana wa Kitanzania. Ni matumaini yetu kwamba dunia inatazama Tanzania. Ni matumaini yetu kwamba dunia inaenda kuwanusuru vijana wa Kitanzania. Sisi ambao tumefanikiwa kukimbia tuna nafuu kidogo, lakini waliobaki nyumbani, mioyo iko nyumbani. Tuko hapa, lakini mioyo yetu inalia, iko nyumbani. Nawaza kesho, wataamka hawamki, itakuwaje? So hali ni mbaya sana sana sana. Maelezo ya viongozi hao yamekuja wakiwa nchini Kenya, ambako wamekimbilia ili kupata usalama waliosema umekosekana nchini kutokana na yaliyofanyika katika kipindi cha karibu miaka minne ya utawala mpya ambapo wamesema kilele chake kilikuwa yaliyotokea Oktoba 29, siku ya uchaguzi.